Tunamshukuru Mungu tena leo, Mungu ametupa neema. Uh, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu kabisa na bila uh, shinikizo lolote, ushabiki wowote ama chochote kile isipokuwa tu ni mimi, ni mtumishi wa Mungu, naitwa Aposto Mhini niko namtumikia Mungu katika taifa hili la Tanzania. Uh, ninayo hekima ambayo Mungu amenipatia juu ya taifa la Tanzania, hasa wakati huu ambao tuko nao na hekima hii. Mimi ni mtu mdogo sana, kuna uwezekano nisiwe na sifa ya kuitoa hii hekima. Na kwa nini natumia njia hii? Ni kwa sababu eh, sina njia za direct kuweza kuwaona vyombo husika wana mamlaka. So ninayo hekima, ni hekima tu ambayo ni ushauri, unaweza ukachukuliwa au ukaachwa, sababu sina mamlaka kuamrisha, ila nina uh, haki ya kutoa ushauri au kuomba. Pia nina mambo kadhaa ambayo nayaona sio mazuri, ambayo nisingetamani kuyaona kwenye taifa letu yakiendelea ku, ku, ku, kutangazwa au kupewa mkazo, ambao ni mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni kuhusiana na ubaguzi wa kidini ambao unataka kuendelea au kuzaliwa. Niliona hapa katikati hapa katika, katika siku za nyuma hapa, ila vijana wakajitahidi kuuzima kwa namna mbalimbali kwa maana ya kwamba wakawa wengine wanaimba kwaya wamevaa kanzu, wengine e, wakasema salama shalom kitu kama hicho. So walijitahidi na tunamshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu taifa langu natamani kuona taifa ambalo tunakuwa na e, umoja, upendo, uzalendo kama ambavyo taifa tulivyoachiwa na Mwalimu Nyerere na watangulizi wengine pia waliopita lakini kikubwa zaidi pia mheshimiwa rais wa sasa ambaye ni e, Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, umekuwa pia ukihimiza umoja, ukihimiza e, ushirika, ukihimiza hali ya upendo, nimesikia tu mara nyingi katika hotuba zako. Sasa kwa wakati ambao tuko nao, kuna kitu ambacho ndicho hekima zaidi ambayo nimeiona sasa inatakiwa kutumika, kwa sababu ni ukweli usiopingika Mwheshimiwa, unaweza usiambiwe kwa maana ya mtu asikuambie kwa sababu ya masirai labda kuogopa kufukuzwa kazi au nini, lakini ukweli uliopo kwa sisi ambao tunakaa mtaani eh, hasira ni kubwa, kwa maana kila mtu ana jaziba kwa tafiti ambazo tunazifanya za chini chini. Nakumbuka sisi ambao hatuna vyeo ndio rahisi kuweza kupata siri ya kile ambacho kiko ndani ya moyo wake mtu nakumbuka nawe zungumza na wewe mimi ni kiongozi wa kiroho so na uwezo wa kukana mtu nikajua rohoni huyu mtu ikoje kwa maana nini kinachomuumiza so hiki nachokizungumza si kizungumzi kwa mfumo wa ushabiki nazungumza kwa mfumo wa kweli so kuna hasira nyingi ambayo inaendelea sasa je hekima ni hapa hii hasira tunaituliza vipi ninakushukuru niliona ile hotuba ambayo tuliitoa ukaongea na wazee wa Dar es Salaam ilikuwa ni nzuri uh, kwa sehemu lakini pamoja na uzuri kuna vitu kadhaa huenda labda nilivyoona kwa makosa au kwa namna yote, kuna hali ambayo ninajaribu kuiona. Tunakuwa na hasira pande zote, ninaona kuna hasira pande ya wananchi, naona kuna hasira pande ya serikali. Sasa hofu yangu ni sisi wengine ambao e, tuko pale katikati, lakini na watoto wadogo ambao hawawezi kujua maandamano wala hawawezi kujua mamlaka. Kwa mfano sasa hivi tuna tunawasema hawa magenzi majenzi, ni kuanzia miaka mingapi? Miaka tuseme labda 40 45 kuja hapa 18, hawa watu wanajifahamu, wanaweza wakatoka wakaandamana, au wakati mwingine ukaona mheshimiwa, kuna vitu anavifanya kinyume na wewe. Lakini, e, kuna ambao eh, kuna vijana ambao miaka kumi na mbili, miaka kumi, hawa wako chini sasa. Hawa ambao wako chini miaka kumi, miaka kumi na mbili hawa tunaweza tukawaingiza kwenye madhara makubwa kwa sababu ya asira zetu, yaani kwa maana ya asira ya kiongozi na asira ya huyo anayeongozwa. Hiki ndicho kitu ambacho mimi nakiona na nikaona si vizuri nitulie, niweze kuzungumza kwamba tunapaswa tutafute hekima ya kufanya kwa wakati huu, kwa sababu huu wakati sio wakati wa kutaka kutunishiana msuri. Kwa mfano, naona wananchi wanataka kutunisha msuri ni kweli wananchi wanaweza wakaumia, kwa sababu wao msuri wao sio chochote, wanaweza wakaumia. Lakini mheshimiwa, ninakuomba kwa mimi, kwa unyenyekevu, wewe una mamlaka kubwa, una nguvu ya kuweza kufanya chochote, na sisi kimsingi, au hawa vijana pia ndio wanaweza kuumia, kwa sababu hakuna ambaye anaweza akapigana na rais akashinda, ila wananchi ndio wanaweza wakaumia sana. Sasa so, so, nilikuwa naomba kabisa kwa unyenyekevu wewe kutumia hekima wale wenye mamlaka hususani wenye mamlaka kubwa kutumia hekima tu kwa wakati, na nikupongeze. Nilimwona uh, mheshimiwa waziri wa vijana na nauka, ile kitendo alichokifanya kupita kule kwa vijana, niliona kwenye mitandao ya kijamii, wale vijana wakawa wanajaribu kuzungumza machungu yao. Ile ilikuwa ni moja kati ya njia nzuri sana ambayo ingeweza kutoa hii asira yao wananchi. Nzuri sana ile njia ambayo alitumia, nakupongeza kwa hilo. Na hizo njia pia ziendelee kutumika zaidi sasa. Uh, ninachotaka e, kuzungumza hekima, na natamani tutumie njia mfano wa hizo, ili kuhakikisha kwamba e, asira zao wananchi kadha wa kadha zinashuka, lakini pia <laughs> e, kile ambacho tukitumia kwa hiyo hekima, maana yake wale vijana niliosema wale, wadogo wale watu wadogo wasio na mamlaka, wale ambao hawako mlengwa wote kwa mfano mimi niko mleng... sina mlengwa hapa nilipo, napozungumza na wewe, niko mweupe kabisa kutoka moyoni, sina mlengwa wote. Mimi nampenda kila Mtanzania, I love you, hata wewe nakupenda, na wengine pia nawapenda, kila Mtanzania mimi nampenda. Sasa wakati mwingine napoona hivi vitu vinaendelea, najisikia vibaya juu ya taifa langu na najisikia vibaya. Ila sasa hawa wadogo, kila tukizungumza nao, kuna wakati tumekuwa tunazungumza mimi Ukinifuatilia klipu zangu nimekuzungumzia vizuri, kuna wakati tunakuzungumzia vizuri, lakini maneno tunayokutana nayo kwa vijana ni kwamba huyu ameshapewa mlungu, ameshapewa hela, huyu amesha, ni chawa. Sasa maana yake ni nini? Hawa watu hawawezi kutusikia tena. Ndio maana mimi nimeona hekima sio tena kuongea na hawa watu, nimeona hekima niongee na wewe na nyie wenye mamlaka, Mheshimiwa Rais na wengine. Kwa nini nimeona ni vizuri niongee na nyie? Kwa sababu ninyi mna mamlaka, hawa watusikii, hawana tena kutusikia hawa wananchi. Yaani ukijaribu kuzungumza, achia clip yoyote eh, sema kuhusu vijana, jamani mmoja e, tusikia huyu chawa nini na nini, nini vitu kama hivyo, kwa sababu ya ile hasira. Na hawa kumbuka, katika umri wao kiwango cha hekima pia hatuwezi kufananisha na cha umri wako wewe. Umeona mengi, unafahamu mengi, umepitia mengi, na una hekima kubwa. Ndio maana pia Mungu akakuamini akakuweka katika hiyo nafasi. So kwa nafasi hiyo ambayo Mungu amekuamini amekuweka, ninakuomba nikiwa na nyekea Kio niko chini ya miguu yako, tutafute njia ya hekima ya kufanya hii kitu ili taifa litulie e. Kwa mfano moja ya njia ambayo mimi naweza nikapendekeza hekima kwa mfano e, tukawaita viongozi wa dini. Wako viongozi wa dini hapa kwa mfano, tuna baraza la BAKWATA la Waislamu, tuna baraza lile la, la, la TEC na mabaraza mengine yale. Hawa watu wana nguvu kubwa juu ya upande huu mwingine nikimaanisha upande wa watu wanaokupinga au upande wa watu ambao wako kinyume na mawazo yako. Nilisikia kwenye hotuba yako ulikuwa unatamani tufanye maridhiano, ni lugha nzuri uliitumia, lakini ukasema kwa bahati mbaya hawa watu nao wamevimba, hawataki kufanya maridhiano, ni kweli. Sasa mimi nadhani tunaweza tukatumia, tukatumia hawa viongozi wa dini kwa sababu hawa wote waliovimba hawa viongozi siyo wa kisiasa siyo nini, wote hawa na viongozi wao wa dini. Tunaweza tukatumia hawa viongozi wao wa dini wakaenda wakazungumza nao alafu wakizungumza nao hawa viongozi wao wa dini, wakaja pamoja. Sidhani sidhani kama tukiwaagizia, tuchukulie mfano labda e, Tundulisu yule pale, tumwagize e, kina Padri Kitima aende akazungumze naye. Haya, tuchukue nani, tumchukue labda kina Zito Kabwe, tuchukue e, hawa wengine kina Lipumba. Sidhani kama tukimtuma eh, Mheshimiwa Zuberi Shahe Mufti aende akazungumze nao akawaite kwamba unaitwa na mheshimiwa rais moja mbili tatu. Sidhani kama wanaweza kagoma kuja ku, kwenye hicho kiti ambacho tunaweza tukakaa. Lakini hawa wengine wao wanachokidai, kama ulivyozungumza, ni kwamba wao wanadai hawataki wewe uwe mwenye kiti. Tunaweza tukafanya njia unyenyekevu. Ninakuomba, sina mamlaka kuamrisha, sina mamlaka ya kufanya chochote. Mimi niko chini, unanizidi umri. Unanizidi cheo, unanizidi kila kitu, niko chini tu sana tu kwako. So hapa ni maombi, ninakuomba kwa unyenyekevu kabisa, tunaweza tukafanya hawa viongozi wa dini, hawa viongozi wa dini wakawaita hawa watu, alafu tukaangalia kima yote. Sio lazima mwenyekiti uwe wewe mheshimiwa rais, mwenyekiti katika hayo mazungumzo unaweza tukapendekeza yoyote wakawa wenyekiti, hata au viongozi wa dini, kwa sababu kumbuka ni viongozi wetu wa kiroho pia, kwa sababu wewe wewe mheshimiwa ni, ni, ni, ni, ni Mwislamu bila shaka na kuna shehe kwao, ni, ni, ni muumini kwa lugha nyingine, lakini hao wengine pia ambao ni wapinzani wako wako kinyume na wewe ni waumini pia wa shehe, ni waumini pia wapadri, kwao ni waumini wa kwa wa so, tunaweza kufanya tukawaamini hao wazazi wetu wa kiroho, alafu wao wakafanyika kuwa wenyekiti katika hiyo mazungumzo, tukafanya mazungumzo mamoja ambayo yale mazungumzo yakatutoa katika hiyo hali ya kuwa na ili tishio la maandamano ya kila siku, kwa sababu nina ninapozungumza na wewe sasa hivi, nimeona wananchi sasa wana hofu. Kwa mfano, jiji la Dar es Salaam, watu sasa ni kusafiri kwa hofu, wana wanakimbia kwa hiyo, maendeleo pia tunaweza tusiwe nayo kwa sababu watu watakaa sasa badili wafanye kazi, wanakuwa na hofu za maisha. Ni kweli, wewe ni amiri jeshi mkuu, unaweza ukatumia nguvu ya jeshi lakini ili jeshi la polisi au jeshi la wananchi litakaa kila siku kuangalia na kunichunga hadi mimi muuza miogo na mkaanga miogo kule. Sasa tutakuwa tuna e, jeshi ambalo lingefanya miradi, tutakuwa tena tuko busy kwa hivyo vitu kama hivi. Kwa hiyo lakini tukiweka amani, amani ni moja mlinzi mmoja mzuri sana. Kwa tukizungumza vizuri kwa hekima, tukaweka tukaweka vizuri, tutakuwa tumepona wote. Of course ni kweli, eh, inaweza ikaonekana kwamba kwa namna moja ama nyingine nachokizungumza ni nini lakini hiyo ni hekima ambayo nilitamani itumike. Ninakuomba, ninakuomba, ninakuomba sana tutumie hiyo njia ambayo itaonekana ni busara. Sio tu lazima, hiki nilichokisema hiki cha kwangu mimi ni ushauri, ila tu ambacho nilitaka nizungumze zaidi ni hiyo kwamba tutumie njia ya hekima zaidi, kwa sababu wewe ni amiri jeshi, unaweza ukatumia majeshi ukiamuru, chochote kinakuwa kinakuwa, ukisema, ukisema chochote chochote, kwa sababu ya nafasi uliyonayo, hakuna kitu kinaweza kushindikana, chochote ukisema kinakuwa sasa kama chochote ukisema kinakuwa, tafsiri yake ni kwamba unaweza ukatumia hicho chochote kiwe. Lakini je hicho kitakachokuwa kitakuwa sawasawa na kile unachotarajia? inaweza ikawa ni tofauti na kile unachotarajia kwa matokeo. Unaweza ukajikuta yametokea matokeo kinyume na kile ambacho unakitarajia, na ninajua matarajio yako na nia ya moyo wako. Hata nilivyoona hotuba yako, unatamani kuona Tanzania ina amani, hicho nakijua ndicho na kitamani. Sasa ushauri wangu mimi ni njia ya mazungumzo, njia ya hiyo niliyosema ya kukaa pamoja, kutafuta hekima kwa pamoja, itatusaidia sana. Hawa vijana e, tukizungumza nao, mimi ninavyojua kwa nafasi za uongozi, sababu mimi mwenyewe pia ni kiongozi, kwa hiyo ninaelewa baadhi ya vitu kwamba kwa nafasi ya kiongozi, hata kama kiongozi alikosea. Mimi nilipenda juzi ukasema ukasema hakuna serikali yoyote duniani ambayo iko sahihi, ni true, na ulikuwa uko sahihi sana. Hakuna serikali ambayo iko sahihi duniani, lakini eh, iruga yako hiyo ilikuwa inatafsiri kwamba kuna vitu ambavyo hata we mwenyewe unaona, Mheshimiwa, kuna mahali ambako umekosea. Sasa, kwa unyenyekevu huo huo ulivyoanza kuzungumza, kwa sababu hiyo ni ruga ya unyenyekevu ulioonyesha, kwa sababu pasingekuwa na lazima wewe kuongea vile. Wewe ni unyenyekevu. Kwa unyenyekevu huo huo uliosema tukauchukua, sasa huo unyenyekevu kaanza kuzungumza na vijana kwa rugha za unyenyekevu. Hawa vijana hata kama alikuwa na hasira, mpaka hasira inapanda mbinguni itashuka chini, kwa sababu mimi kwa experience yangu ya vurugu, nilishawahi kushuhudia vurugu ndogo sana kijijini kwetu. Walikuwa kuna magari yanapita yakagonga watu, watu wakafa. Wanakijiji wale wote wakachukua miti, wakachukua nini, wakachukua mashoka, mapanga. E, jeshi la polisi likaja akaja kiongozi wao wa jeshi la polisi. Walikuja jeshi la polisi la kwanza kupiga piga mabomu akashindikana ikashindikana. Watu waliumia kweli wengine ikashindikana. Baadaye akaja kiongozi wao. Alipokuja ile kiongozi wao aliwatuliza. Mmoja kati ya kitu alifika alifika kaongea nao akasema, "Jamani mimi kwanza si mtoto wenu na mimi niko hapa kuwalinda." Sasa watu wakaona nafasi ya huyu askari alionayo, anasema sisi ndio watoto, sisi ndio wazazi wake. Acha tumsikilize. Kile kitendo cha kumsikiliza hasira zao zikashuka, zikashuka. Tukajikuta pale, tumepata amani. Njia moja itakayotusaidia sasa hivi ni kunyenyekea. Unyenyekevu unaleta majibu. Ninajua tunatamani kila mmoja na wananchi, nimewaona lakini, kwa nini sijazungumza nao? Kwa sababu nimeona kwenye upande wa wananchi tayari, kila tunachokizungumza tunaonekana, umetupa fedha, tunaonekana tumepewa fedha na serikali. Kwa hiyo huko tena sisi tumekuwa ni voiceless, hatusikiki lakini ninaamini wewe Mheshimiwa, kwa mafuta ambayo Mungu amekupa kwenye taifa hili una uwezekano kabisa mkubwa wa kuweza kutuuliza hiyo. So ya kwangu ni hayo ambayo ninatamani nizungumze na, na wewe. Na kwa upande wa wananchi, ingawa watanitukana, ingawa wataniona hawatonielewa, uh, ningeomba sana hili swala la, la udini, kwa sababu naanza kuliona mtaani, tuliache kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye hana ndugu yake Muislamu. Hapa tulipo kila mmoja hata wewe unaniangalia hapa zaifu, una sasa hivi una ndugu yako Muislamu. Sasa kama una ndugu yako Muislamu, mtaanza kuchukiana kwa sababu ya mlengo wa dini. Ni kitu kibaya sana na vita ya dini ni mbaya kuliko yote. Tunamshukuru Mwalimu Nyerere alijitahidi kuitoa hiyo. Hatuna vita ya ukabila, hatuna vita ya nini ya udini. Na wala sisi hatuna Utanganyika wala Uzanzibar kwa sababu mimi kwa mfano kwa mapendeleo yangu nilitamani Afrika hata tuwe moja achana tuna hii kwamba tunatanganyika na Zanzibar. Yaani ilitakiwa saizi Afrika hii yote tuwe moja kwa sababu sisi wote ni wamoja. Ukituangalia, tuna tabia sawa, changamoto tunazokutana nazo ni moja. So ni ndugu, sisi ni wote ni ndugu. Kwa hiyo hata hii tu kutengana, tengana hii sio mpango wa Mungu kimsingi. Mpango wa Mungu anatamani tuwe pamoja. Kwa hiyo tuendelee kuwa na upenda, tuendelee kuwa pamoja. Hamna cha Zanzibar wala mtanganyika, hamna cha nani wala nani, wote ni wamoja. Baada ya kusema hayo ni hekima zangu tu ambazo nimeamua nizungumze e, mchana huu wa leo na nitashukuru kama nitasikika, nitashukuru kama pia yatafanyiwa ya kazi hayo. Mimi sina mamlaka ya kuamuru, ila ninanyenyekea nikiomba kwa moyo mweupe kabisa. Asante sana, Mungu akubariki. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kuwa pamoja, asante sana.